wa taarifa muhimu kwa umma katika mkoa wetu wa Mwanza yenye nia ya kuwahabarisha wananchi e, mambo mbalimbali mbali muhimu ambayo yanaendelea. Mtakumbuka kwamba tulipitia kipindi kigumu tarehe 29 na 30, e, kutokana na vurugu za uchaguzi lakini, sasa hali e, imesharejea kuwa shwari na maisha ya wananchi yameendelea Eh, vizuri katika mkoa wetu wa Mwanza bila wasiwasi wote ule na usalama ukiwa umerejea kwa asilimia mia moja. Sasa mtakumbuka wakati ule wa tarehe 29 na 30, serikali ilitoa tangazo la kutaka watumishi na wanafunzi kutokurejea shuleni kwa sababu ya hali hiyo ambayo ilijitokeza. Kwa hiyo siku chache zijazo, yani tarehe kumi mwezi wa 11 wanafunzi wanatakiwa kufanya mtihani huo wa kitaifa na wanafunzi wa kidato cha nne mtihani wa kuhitimu elimu yao ya sekondari. E, wataanza mtihani huo tarehe 17 ya mwezi wa 11. Hivyo, natoa rai kwa wazazi wote ambao wanafunzi wanaosoma kuanzia elimu ya awali mpaka elimu ya sekondari e, kuwarudisha watoto wao shule kuanzia kesho tarehe sita ili waendelee na masomo na waendelee kujiandaa na mitihani hiyo ya, ya upimaji ya kidato cha pili inayoanza tarehe kumi mwezi wa kumi na moja na mitihani ya kidato cha nne inayoanza tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na moja. Walimu wamesharejea mashuleni, maafisa elimu wote wamesharejea katika kazi zao, watumishi wa umma wamesharejea na wananchi pia. Huduma mbalimbali za ofisi za serikali zimekwisha kurejea. Hali ya usalama ni asilimia mia moja. Kwa hivyo wawarudishe shule, wawafanyie psychological counseling ili warudi shule na tarehe kumi waanze mtihani wa kidato cha pili e, na tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na moja basi tuwatakie heri vijana wa kidato cha nne ili waweze kufanya mitihani yao vizuri, na tukiwa tuna imani kwamba watafaulu pia vizuri, licha ya changamoto hii iliyotokea serikali E, watoto hawa watakaporejea shuleni tutakaa nao, tutawafanyia psychological counseling kuwarejeshea, e, kujiamini kwao katika mitihani na na kuwajenga kisaikolojia, ili waweze kufanya vizuri. Kazi hiyo itafanyika na tuna matumaini makubwa wanafunzi wetu watarejea katika ubora wao. Pia tangazo hili pia amwarifu na mwingine.